Bado ukikodolea macho kituo chako cha Azam TV Habari na sasa. Tuendelee kuangalia taarifa ambazo tunazo. Baadhi ya vijana wanaodaiwa kuwa wanachama wa chama cha mapinduzi CCM wamesema mchakato uliofanyika kumpata mgombea wa urais katika chama hicho haukuendeshwa kwa haki, licha kusema kuwa hawana ugomvi na mgombea alichaguliwa kukiwakilisha chama hicho kwenye nafasi ya urais. Temaruge Kasuga amehudhuria mkutano wa vijana baada ya Chama cha Mapinduzi CCM kufanya mchakato wa kupatikana kwa mgombea wa kiti cha urais atakayeipeperusha bendera ya chama hicho, baadhi ya makundi na watu binafsi wamejitokeza na kudai haki haikutendeka katika kumpata mgombea. wimbo na uwimbo na vijana hao naashiria kuunga mkono Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA na kuhama Chama cha Mapinduzi huku wakisema hawatarejesha kadi za CCM kwa madai kadi hizo hazitapiga kura, bali wao ndio wapiga kura. Hakuna haki iliyotendeka, kwa maana nyingine kanuni zilifinyangwa na hakuna haki iliyotendeka katika kupatikana kwake. Hivyo tunatangaza rasmi hatukisapoti tena chama cha mapinduzi katika uchaguzi mkuu. Sasa tunaunga mkono rasmi umoja wa katiba ya wananchi yani, UKAWA. Tunayafanya haya na kuwashauri UKAWA waunganishe vyama vingine vilivyokuwa nje ya umoja huo wa UKAWA ili vyama vyote vya upinzani viungane kwa pamoja. Wananchi tunamkubali yule ambao tulikuwa tunamwamini Edward Lowassa, na tunaamini kama CCM wamemkataa, tutaenda kwingine na nchi tutaichukua. Kwa hiyo cha msingi ni kuungana pamoja, kama vijana tukatae uonevu ambao umetokea na sisi tunaamini hivyo kwamba tumechoka, tumechoka tulikuwa tuli, tuli, tuli, tunakipenda sana Chama cha Mapinduzi, lakini bahati mbaya wa, Chama cha Mapinduzi kimependwa na wachache. Azam TV ilizungumza na mmoja wa viongozi wa chama cha Chadema, ambacho ni kati ya vyama vinne vinavyounda UKAWA, ambapo nilitaka kufahamu kama haki haikutendeka, CCM wana uhakika kuwa itatendeka Ukawa, vyama vyetu vimeungana, lakini kila chama kina taratibu na walivyoungana kwenye Ukawa kuna utaratibu wake na ni lazima waje wakijua kabisa Ukawa una utaratibu wake, na ni lazima utaratibu halali utakaotumika kumpata mgombea lazima waukubali. Tunaamini kabisa Oktoba mabadiliko lazima yapatikane. ya nao baadhi ya wa wananchi walikuwa na maoni tofauti juu ya uwepo wa watu na makundi yanayotangaza kuhamahama kwenye vyama vyao ninaja kwenda kwenye vyama vingine, hatujui huko wanakokwenda kama kuna usalama au wana haki au wanafuata demokrasia kama ilivyokuwa ya CCM. Hiyo hatujui, hatujui kabisa. yajua kwamba sababu gani ambayo inawafanya wao waende kule, ni kwa sababu ya hiyo kwamba Lowassa kukatwa, kuto kuingizwa katika kinyang'anyiro cha urais au ni nini? na inamaana kwamba yani pale yeye alivyokuwa anataka kuna nini pale? Yani mpaka yani agombee hivyo mpaka ifikie hatua hiyo. Tanzania iko katika hatua za mwisho za uandikishwaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ili kuweza kufanyika kwa uchaguzi mkuu hapo tarehe 25 Oktoba mwaka huu. Chemaruge Kasuga, Azam TV, Dar es Salaam.